Sisi kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu uh, tunapenda na tunatumia Biblia Takatifu kama ushuhuda wa Yesu Kristo. Tunajua kwamba alikuja duniani kwa sababu tuna vitabu ambavyo vinamshuhudia, vina kwamba alikuwa mwana wa Mungu. Tunasoma katika Mathayo, katika pet, uh, katika Marko, Luka, Yohana kuhusu Yesu Kristo na matendo aliyoyafanya. Uh, lakini katika Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho pia tunatumia kitabu kingine ambacho kina sio kwamba kinaongezea Biblia, lakini tunakitumia kuelezea zaidi, uh, ukweli wa injili ya Yesu Kristo na kanuni ndogo ndogo za kanisa kwa mfano, jinsi ya kubatiza, kwa sababu katika Biblia hatupati uh, maelekezo kamili ya jinsi ya kubatiza waumini uh, ndio maana tunaona kuna makanisa ambayo yanapishana katika imani ya kubatiza. Wengine wanazamisha wana katika maji, wengine sijui wana, wanaruka mo, wanarukia moto, wengine wana wanaweka tu ki, maji kidogo Uh, usoni katika paji la uso. Kwa hiyo kidogo makanisa yamepishana katika imani. Kwa hiyo kitabu cha Mormoni ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, na ni kitabu tumepata kutoka kwa nabii wetu Joseph Smith ambaye alitafsiri kitabu hicho, yaani Mungu baada ya ya Joseph Smith kuteuliwa kuwa nabii uh, na Mungu mwenyewe ali pata ono au alifunuliwa mahali ambapo angeweza kupata uh, kitabu awali, yani, ilikuwa ni mabamba tu ya dhahabu, ambapo ambamo yalichorwa maandishi ya yaliandikwa maandishi kuhusu injili ya Yesu Kristo, na kwa hiyo katika mabamba, mabamba hayo Joseph Smith alitafsiri kutoka lugha ya zamani, lugha ya kale katika Kiingereza tena uh, ili tuweze kukisoma na kukielewa. Kwa hiyo kitabu cha Mormoni kinasimulia hadithi kuhusu jinsi familia ya Lehi ilitoka ilivyotoka Yerusalemu uh, yani, kipindi cha Yeremia tunasoma katika Biblia, kipindi kile Lehi alikuwa nabii pia, yeye pamoja na familia yake walitoka Yerusalemu. Uh, baada ya Lehi kuonywa na, na Bwana kwamba Yerusalemu itaangamizwa, walitoka wakasafiri, wakafika wakafika baharini, wakajenga uh, boti kubwa, wakavuka bahari, wakafika bara la Amerika na pale wali, wali, yani familia yake ilikuwa wakawa na watoto wakazaa watoto na mpaka ikawa ni taifa kubwa. Na katika kitabu cha Mormoni tunasoma kuhusu manabii waliotabiri kwamba Yesu atakuja na kwamba Yesu Kristo mwenyewe alitembelea bara la Amerika baada ya kufufu, baada ya kufufuka kwake aka akawaendea wale watu waliokoa Marekani na kuwaambia kuhusu Injili yake kama alivyofanya katika Yerusalemu. Kwa hiyo Kitabu cha Mormoni ni kitabu muhimu sana kwa sisi waamini wa Kanisa Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho kwa sababu kinatufundisha Injili ya Yesu Kristo Uh, kupitia ma maneno yake mwenyewe ya Kristo kama vile alivyowafundisha watu wa zamani. Kwa hiyo ni kitabu chenye maana na ninajua ni kitabu cha kweli na ni, ni maandiko matakatifu ya Mungu. Asante.